a usafiri na usalama barabarani NTSA imezidisha msako wake dhidi ya madereva wanaokiuka sheria za trafiki katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Eldoret. Naibu Mkurugenzi wa NTSA, Wilson tu Tuigong, amefichua kuwa makosa madogo yanachangia takriban asilimia 80 ya ajali zote za barabarani nchini Kenya, NTSA ikithibitisha kunasa magari 25 huku magari 18 yakiwa ni ya kibinafsi yaliyopatikana yakiendeshwa kwa kasi kupita kiasi. Zile accidents more than 80% eh, eh, road crashes zinakuwa kwa sababu ya human error ama human factors, maybe fatigue. Mtu tu anaangalia afai ku overtake na ana overtake na anafanya hizo vitu zote tu za binadamu o so, ningewasi uh, we cannot regulate uh, behavior ya binadamu ama morality ya binadamu. Kama unaona ufai ku I mean ku overtake gari ina continuous yellow line, why should you overtake? Because you are endangering ama, una una una overtake gari kama tano most likely unaweza kutana na lori na ziweze kuleta shida. Tumeweza ku detect so far, tumeweza kushika magari ishirini na tano. Kwa hiyo ishirini na tano, kumi na nane ni ya overspeeding na kwa hiyo overspeeding nyingi ni magari za, za private vehicles, na tungependa kuwajulisha pia hao ambaye ni madereva ambayo wanaendesha hizi private vehicles wazingatie sheria waangalie, wasome kibao kama ni mahali pa imeandikwa 50 waende na hiyo 50, kwa sababu kuna umuhimu kwa nini iliwekwa 50, ndio tuweze kudumisha usalama.